huku tume ya ufisadi ikiendeleza uchunguzi kuhusu madai ya kuibuka kwa njama za ufisadi kwenye mpango wa serikali wa kununua shamba la Waitiki lililoko huko Likoni, Mombasa, maelfu ya Wakenya wanaoishi kwenye shamba hilo sasa wamesalia na maswali chungu nzima kuhusu mustakabali wao. Miongoni mwa zaidi ya familia elfu kumi ambazo kwa sasa zinaishi katika shamba hilo ni waliokuwa wafanyikazi na wapangaji wa mmiliki wa shamba hilo Evanson Waitiki. Mwanahabari wetu John Juma amesema nao na sasa na ripoti zaidi. Kuhusu, uh, kuhusu mipango ambayo inawapa tumbo joto kuhusiana na swala hilo. Masharti anayonipa mzee Bakari Suleiman Mwamgula wakati nikimhoji: Hakuna kutia maneno mengine, ukitia maneno mengine utatiwa maneno mengine, na wewe utatiwa maneno mengine. Ni dhihirisho ya machungu moyoni mwake kuhusu utata wa shamba hili la Waitiki ambalo ameishi muda mrefu. wewe ulipokuja hapa Kamau ulinikuta mimi niko hapa nalima shamba yangu na nyumba yangu iko. Wewe umekuja wakati wa uhuru, mi niko kabla uhuru, bado niko hapa. Kwa sababu niko hapa kwa nini? Niko hapa kwa sababu hii inaitwa Digoland, najivunia Digoland. Shamba lililosababisha afungwe korokoroni na kuwa kizimbani mara kwa mara akikabiliana na Waitiki kwa mjadala. Tutoe jina la shamba ya Waitiki kwa sababu hii ni Digoland, neno la shamba ya Waitiki litoke hilo. Japo alipoteza kesi hiyo, mzee Bakari ambaye pia alihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya ardhi za Likoni kwa miaka mingi, ana mtizamo wake kuhusu uamuzi wa mahakama ulioidhinisha ardhi kuwa ya Waitiki. Ni mambo ya mnyonge, hana haki mnyonge, akipata ni mwenye nguvu kupenda yule aliyemuuzia Kamau ni nani? Kama ni Mdigo, aseme Mdigo huyu ndio amenizia, nasikia tu unasema. Kama aliuziwa yeye, basi Wadigo tuko wengi na bado hatujakufa, wazee tupo, aje Kamau aseme Mdigo huyu ameniuzia. Je, kauli yake ya sasa wa. kuhusu utata wa ardhi hii ni gani? haki zetu tupewe. Kama serikali imeamua kumpa, kumpa Kamau pesa, impe sisi hatuna haja ya pesa, sisi tuna haja na nchi yetu. Mita chache kutoka kwa mzee Bakari, mtaa wa Maranza ni eneo ambalo watu walibomoa nyumba kadhaa, ikiwemo iliyokuwa ya ghorofa alikoishi Waitiki ni miongoni mwa nyumba ambazo zinasalia zilizomilikiwa na Evanson Waitiki, zikaishi wapangaji wake na baadhi ya wafanyikazi wake, ambao baadhi yao wangalipo hadi sasa, kilio chao kikiwa sawa na wakazi wa shamba hili linalozozaniwa la Waitiki: haki itimie kwa haraka ili kuwaondoa dukuduku. Tukaambiwa sisi tukae hapa kama maskwota, na Kamau pia tulialikuwa na tunawasiliana akatuambia tusijaribu kutoka, tulikaa mpaka saa hii hakuna uku yoyote, maanake koti iliamua tusitoke. Lakini hata wao, vuta ni kuvute kuhusu ardhi hii, zinawakosesha usingizi, wanalohimiza pesa akipewa. Lakini sisi maskwota, mpaka ijulikane tutapelekwa wapi na tutafanyiwa nini hatujui, hapa tutakaa vipi hatujui, lakini kitu twaomba huyo kama atutetee. <laughs> Sawa na wakazi wote katika shamba hili la takriban ekari elfu moja, kuchelewa kupatikana kwa suluhu kumelemaza shughuli nyingi za maendeleo. Ahadi zisizotimia, madai ya ufisadi katika bei ya shamba, pamoja na misimamo inayokinzana kati ya waziri Charity Ngilu, Evanson Waitiki na wadau wengine yamewaacha wakazi hawa taabani. Binhoi John Juma, KTN, mtaa wa Maranza, Likoni.